Yes, kumbuku a yes, siku za hapa nyuma kidogo nilikupa story kuhusiana na Miss Tanzania wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambaye anafahamika kwa jina la Halima Kopwe eh, bila kusahau lakini pia eh, Miss Tanzania wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu yeye anafahamika kwa jina la Trust eh, na kukera eh, ni mmoja kati ya mamisa ambao pia wanafanya poa zaidi katika eh, kiwanda kizima kabisa cha umisi kutokea hapa Tanzania, lakini pia tukumbuke kwamba eh, licha ya kuwa na Miss Tanzania, labda Miss Kenya, Miss Uganda, Miss wapi, Miss wapi, Miss kila nchi huwa kunakuwa kuna Miss World ambayo pia mara nyingi sana imekuwa ikifanyika India kwa sababu ni moja kati ya nchi ambazo e, zina warembo wengi zaidi, lakini pia ni nchi kubwa zaidi kwenye masuala ya umisi wamekuwa wakizingatia sana. Lakini nilikupa stori kuhusiana na Miss wa mwaka 2022 ambaye ni Halima Kopo kuweza kuwa ni moja kati ya watu ambao pia wataweza kushiriki katika Miss World eh, kwa kipindi chake ambacho walikuwepo eh, mambo yakaenda hivi yakaenda vile, lakini Miss eh, Tanzania mwaka 2023 ambaye ni Trust na Kubekera. Huyu ni moja kati wa, wa, wa Miss ambao waliweza kukataa kuweza kushiriki eh, swala so zima la Miss World ambayo pia ilitakiwa il, il, il, il, kuweza kufanyika huko India na sababu ikisemekana kutokupewa support spoti, lakini pia kutokuonyeshwa bwana ule ukaribu. Unajua unavyoenda sehemu lazima kuwe kuna, kuna maandalizi fulani, lakini ikaonyesha kwamba kwa upande wake kama kulikuwa hakuna maandalizi yoyote kulicha ya wageni wake au aw, wenyeji wake ambao pia alitakiwa kumpokea huko. E, mambo yamekuwa ni mengi mpaka kuna yule misi mmoja e, kutokea Uingereza naye alishawahi kulalamika kwamba kusema kwamba moja kati ya watu ambao pia wamekuwa kiongoza eh, hadi wakuite wanataka ufike kule, kumekuwa kuna rushwa sana za kingono kwamba njoo bwana talala na wewe zile nini zinaweza zikafanyika na wewe, and then zile Miss World nini una, unaweza ukashinda pia eh, kuwa Miss World. Sasa hata eh, Miss Tanzania mwaka eh, 2023 pia na yeye eh, hakwenda huko kwa sababu tu ya kutokana na swala hilo la kutokuwa na ushirikiano wa moja kwa moja na wale watu ambao wanakuwa wanaandaa eh, mashindano hayo ya Miss World kutokea huko India. Sasa mara baada ya taarifa hizi kuenda zimeenda, zimeenda enda zimeenda kinoma. Lakini sasa ikaonekana kwamba pia hata shirika linalojihusisha la, la, la, na masuala mazima ya urembo kutokea hapa Tanzania design fani hivi, kama haliko serious katika masuala kama haya kuweza kushauri au kuweza kuweka vitu sawa kwenye masuala mazima ya umisi. Sasa mpaka imeweza kupelekea BASATA kuweza kuweza kuingilia kati na kuweza kulifungia e, bana shirika hilo. Sasa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limeweza kuiondolea sifa e, kampuni ambayo inaendesha mashindano ya Miss Tanzania kutokana na kushindwa kuweza kujihusisha au kuweza kuhusisha kibali cha kuweza kufanya kazi za sanaa kwa kipindi cha zaidi ya miezi sita bila sababu ya msingi na pia kukaidi agizo halali la Baraza la Sanaa la kuweza kuwakilisha nyaraka za hususan nakala ya cheti leseni ya kushiriki shindano la urembo wa dunia pamoja na kuweza kushindwa kufanya shindano la urembo kwa mwaka 2023 24 na kuweza kushindwa kuweza kupelekea mwakilishi wa Tanzania katika shindano la urembo wa dunia kwa mwaka 2024 25 bila sababu za msingi ambapo sasa moja kati ya sababu ambazo nimekwambia hapo nyuma, na ni kweli hizi si sababu za msingi, ni kwamba eti Miss Tanzania kuto kupewa support na kule na watu ambao pia wanakuwa wanampokea either au kutokuwa kuna yani, kuna vitu fulani ambavyo kama ili shirika ambalo lahusiana na masuala mazima ya Miss Tanzania limekuwa kama likificha ficha hivi. Mwaka 2023 tunajua ndiko Miss ambapo alitoka, lakini mwaka 2024 hatujasikia Miss kutokea Tanzania. Mwaka huu 2025 hata tetesi tu hatujasikia kutokea hapa Tanzania kwamba kutakuwa kuna mashindano ya Miss Tanzania. Sasa Baraza la Sanaa pia ambalo inaweza kusimamia vitu hivi limeweza kufungia bana kwa sababu ya kuweza kushindwa kuweza yani, yani, ni kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema kwamba wameshindwa kuendesha mashindano hayo wao kama taasisi eh, kwa vitu ambavyo pia wao kama BASATA wamesema wameweka wazi kwamba ni kuweza kushindwa, lakini pia kuweza kutokumpeleka mwakilishi yoyote kutokea eh, hapa Tanzania au Miss Tanzania kwenda kushiriki mashindano ya kidunia, ni ni Miss World yao, ni moja ya sababu ambayo pia imeweza kusababisha wao BASATA kuweza kuwafungia e, e, washirika hao . Sasa maamuzi yote hayo yameweza kutokana na ukiukwaji wa waka, e, kanuni ya 39 e, kipengele G na F ya kanuni ya Baraza la Sanaa la Taifa za mwaka 2018. Hivyo Baraza limefikia uamuzi wa kuweza kuondolea sifa e, za kuendesha shindano la Miss Tanzania na kwamba kwa mujibu wa sheria, kampuni hiyo pia ina haki ya kutatua rufaa au kuweza kukata rufaa kwa waziri e, husika ambaye ni mapana ndiye moja kati ya watu ambao pia wanaweza kusema wenye mamlaka ya kuweza kutoa maamuzi yoyote kuhusiana na hili so, e, shirika shirika hili kutoka hapa Tanzania kuandaa Miss Tanzania wanaruhusu au wanaweza kusema wanaruhusa ya kuweza kukata rufaa kutokana na kesi hiyo ya wao kuweza e, kufungiwa kwa kwa kushindwa tu kuweza kuandaa mashindano ya Miss Tanzania 2024, Miss Tanzania tano lakini pia kuto kupeleka mwakilishi wa Miss World kutokea hapa eh, Tanzania. Drop comment yako hapo. Miss Tanzania eh, imekuwa ikivutiwa kwa upande wako au umekuwa hauipendi kutokana na the way ambavyo inakuwa inaendesha au kutokana na vile ambavyo kuwa kumekuwa kuna story nyingi kuhusiana na washiriki kwenda huko vitu vimekuwa ni kibao ni kibao sana. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu kwenye YouTube channel bila kusahau ku like, comment kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X. Ndio kumetisha kinomanoma. Ciao.